Namhuku, unasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu akili Kabonga. Ili kwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka one TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Walikale, ndege za FRDC za washambulia M23 la Swift Congo pamoja na RDF. Uvira, Jistebi Takwira atolewa uvivu wa Swift Congo M23 pamoja na RDF. Minembwe, mapigano yazidi kupamba moto, wazawaza waza wa Watwanga Twigwaneho Nuredi Tabara na ikiwa ni tarehe 22 za mwezi wa tatu 2025, ambako kuna sikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, saa 12 saa za Afrika kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki ya alfajiri. Na mwikiwa ndo kwanza unaungana na Baraka 1 TV, tembelea Baraka 1 TV channel 2 ambayo pia iko YouTube, na hivyo subscribe ili kuwa na pata matukio mbalimbali mbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia kumbuka tu kwamba operesheni usaidia mzalendo bado iko unaendelea kuiungana na Baraka1 TV kwa lengo la kuwasaidia wazalendo ambao wako naendeleza harakati kwenye uwanja wa mapigano huko tarafani Fizi, tarafani Uvira. Pia usikose pia kujiunga na Baraka1 TV membership ambazo ziko YouTube, na hivyo utakuwa naweza kuchangia kila mwisho mwezi kwa ajili ya Baraka1 TV. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Walikali ambako ndege za FRDC za washambulia M23 Congo pamoja na RDF. Hali imekuwa mbaya hiyo Ijumaa mchana ndani ya Walikali santro mkoani Kivu ya Kaskazini, mapigano makali yaliripotiwa huku silaha nzitonzito na nzito nyepesi zikisikika, hivyo kuleta hasara kubwa baada ya ndege za FRDC aina ya Sokoi kushambulia ngome za M23 la Spef Kongo pamoja na RDF. vikosi vya ardhini vikiongozwa na wazalendo ndio waliokuwa mstari wa mbele huku wakisaidiana pia na baadhi ya makamanda wa FRDC. Mapigano yalijikita sana eneo la uwanja wa ndege wa Kigoma, ambako hiyo siku ya Jumatano uwanja huo wa ndege pamoja na walikale santre iliangukia mikononi mwa magaidi wa M23. Sehemu zingine za muhimu ambazo mapigano hayo yalikita kambi ni pamoja na kambi ya jeshi ya Nyalusu kulu bure pamoja na uwanja wa podium wa Umoja, ofisi ya tarafa pamoja na kata za Kisima na Kilima. Mapigano hayo yameweza kuwapa hasara kubwa magaidi wa M23, huku wanajeshi zaidi ya 150 wakiripotiwa kupoteza maisha na wengine kushikwa mateka maeneo ya Walikale Mpaka sasa bado hali ni tata maeneo ya Walikale huko, sehemu kubwa ya Walikale ikiwa mikononi mwa magaidi wa M23, na sehemu za kando kando mwa Walikale pia ikiwa mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na FRDC, ambao wanazidi kupambana kwa lengo la kutaka kuokoa Walikale nzima. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakisindikizwa na wazalendo wanaendeleza harakati za mashambulizi za ndege pamoja na vikosi vya ardhini. Kwa sasa idadi ya wanajeshi wa Rwanda ambao wa wamekwisha kupoteza maisha nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, kutokana na shirika la Reuters, inazidi kuongezeka na kuwa zaidi ya wanajeshi elfu kumi tokea mapigano ya Goma, Bukavu pamoja na Kivu ya Kusini. Nam huku nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Baada ya taarifa hizo za Walikali, na moja kwa moja tujielekeze huko maeneo ya mji wa Uvira, ambako Jistebi Takwira amewasili Uvira na kuwatolea uvivu aliansafungu M23 pamoja na RDF. Uvira ndiyo itaokoa Bukavu pamoja na Goma, na askari jeshi polisi wote waliokimbia Lazima watahukumiwa. Hayo ni maneno ya Mbunge wa Taifa Justin Bitakwira alipowasili ndani ya mji wa Uvira Jimboni Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokea jijini Kinshasa. Abu, nitakuwa na mazungumzo na lita wote wa wazalendo nyumbani kwangu ninapoishi, wazalendo de Tuvira de Fizi, Mwenga, Shabunda, wazalendo ambao wa Uvira waliotoka Fizi, Mwenga na Shabunda, wote nitakuwa nao mazungumzo.

E se Uvira kivalibere bukavu egoma na Uvira ndio itakomboa Bukavu na Goma se Uvira kivalibere bukavu egoma Uvira njo itakomboa Bukavu na Goma se parmi mamisyon ni, ni baasi ya mamisheni Au Burundi tunaweza kushukuru polisi pia hata kama wamekimbilia Burundi. Et tous les fuyards seront punis, na wote waliokimbia wataadhibiwa. Civil comme militaire, raia kama

inapendaka masemi yako paparajabu wakati huko, naambia watu kwamba hii nchi haiko nchi ya kisekeli ni nchi ya Wakongomani. Kongomani ni mwanadamu na ni mtu sawa sana watu wengine, japokuwa amepewa ile neema na afikie ile daraka ya kuitwa rais wa nchi, lakini nchi ni ya Wakongomani na lazima Wakongomani waonyeshe upendo juu ya nchi yao. Wasipoonyesha upendo juu ya nchi yao, watashtuka wanatawaliwa na wageni. cho kitu cha maana zaidi sisi, ambao tunazaliwa mside kivu mnoro kivu, tuwe na upendo wa kupenda nchi yetu ya Congo sababu wakitukamata nchi ya Kongo, hatuna mahali pengine tunaweza kukimbilia, hatuna mahali pengine tuliza tuliweza kuzaliwa. Tumezaliwa Kongo, mababu zetu wamezaliwa wa Kongo, hatuna nchi nyingine tofauti ya Kongo. Nchi ya Kongo sio nchi ya Rwanda, nchi ya Kongo sio nchi ya Uganda, sio nchi ya Kenya, ni nchi yetu ambayo E, Mungu alitupatia sisi wakongomani tuishi katika Kongo, kama wale wageni wanaweza kutuinukia, lakini nao wako wanatuinukia, na wanajua kama inchi waliopewa wanaosema lugha ya Kinyarwanda ni Rwanda, na wanaosema kikongomani walipewa Kongo kuwa njo inchi yao, jo usema kwamba tujikaze tupande nchi yetu bila kuangalia rais bila kuangalia jeshi FRDC ya Congo, tuangalie tu sisi kama vile raia tumepata wa leader ambao wanajitoa juu ya nchi kama vile General ya Kutumba na wengine kadhalika, ambao wanatokea mraia wale wale njo tutilie confiance kama watapigania nchi na watapata ushindi juu ya nchi sababu ni wao ambao wamejitolea kwa kupigania nchi na tuwaombee Mungu awape ile nguvu ya kukamata Mkavu na Goma, ile hata bafike kule bawalikale bale ba teroriste haitubebe wakati, kinachotubeba wakati ni kuona tu tumeankuraje wazalendo na kuwatia moyo na kuendelea kuwaombea Mungu awatie nguvu kusudi wagombowe Goma na Bukavu. Ile tunjo pendekezo langu mimi, simuone rahisi simuone, namwona tu Mungu mwenye alileta wazalendo kuonekana katika nchi ya Congo, alijua ya kwamba eh, wazalendo watasaidiaka nchi ya Congo siku moja, na ndio maana tuna endelea kumusii Mungu awatie nguvu na wape nguvu za kushinda vita e, bali wasishindwe. Kwanza ile re, resistance ambao wamefanya pale Kamanyola e, adui anashindwa kuingia Uvira. Ah, ni vitu vya ajabu, ni vitu vya kushangaza. Hata dunia mzima wako wanajiuliza hawa ni wakina nani kusudi wafike wakati ya kusimamisha vita yenyiliku ya nguvu kunivyo ya ukavu, lakini wameisimamisha. Na tuna matumaini ya kwamba na ukavu wataigomboa, na goma wataigomboa, sababu ni Mungu anatumika naye, ni Mungu sana sana. Baada ya kuweza kuteuliwa kuwa mwakilishi wa wazalendo mkoani Kivu ya Kusini, mheshimiwa mbunge wa taifa Justin Bitakwira ameweza kuwasili makao makuu ya jimbo Kivu ya Kusini kwa muda ambako ni Uvira, na ambako kwa sasa kunapatikana ofisi za gavana pamoja na ofisi za serikali ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Bwana Jiste Bitakwira akiongozana na wawakilishi mbalimbali, aliweza kupokelewa kashukwa shangwe na meya msaidizi wa jiji la Uvira Kapend Kifara Kiki, ambaye baadaye alijielekeza kwenye mkutano wa hadhara na hivyo kuzungumza na wananchi waliojitokeza ndani ya mji wa Uvira. Bitakwira aliwataka wananchi kuwa watulivu na pia kuwaheshimu sana wazalendo na hivyo kutoa kauli za kusema Uvira ndiyo itakayokoa Goma pamoja na Bukavu na maeneo mengine ambayo yako mikononi mwa magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF. Macho ya dunia nzima imejielekeza Uvira na kila mtu anataka kuona mafanikio ya wazalendo. Kwa hiyo raia na wazalendo wote kwa pamoja washikane mikono ili kuweza kuokoa wakongomani wengine ambao bado wako mikononi mwa magaidi wa M23. Hayo ni maneno ya Jesse Bitakwira ndani ya mji wa Uvira, na hii ni Baraka1 TV Nam huku nasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, saa kumi na mbili saa za Afrika kati asubuhi, ikiwa ni saa moja pia majira ya Afrika ya kati. Big up kwa wote ambao wako Australia, Canada, USA, South Africa, Congo Kinshasa na East Africa kiujumla. Unaelewa kuwa pamoja na Baraka 1 TV. Nam, ukiachana na, na taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Uvira na moja kwa moja tujielekeze ndani ya milima ya ngazi za juu na za chini huko Minembwe tarafani Fizi, ambako mapigano yazidi kupamba moto kati ya waza waza dhidi ya Twigwane Horeri Tabara washirika wa, wa M23. Alfajiri ya hiyo tarehe ishirini na moja za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano mapigano makali yalizuka upya eneo la milima ya chini na nyanja za juu Minembwe, ambako wazalendo waliamsha popo kwa twanga muungano wa Twirwaneho Red Tabara ambao ni washirika wa M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF. Mapigano yalijikita eneo za Mukoko na Kakenge huku FRDC na Wazalendo wakichukua vijiji vingine vikiwemo Gagawera, Kivumu, Irumba na Nyagi Shasha. Kutokana na mapigano hayo yanazidi kurindima huko maeneo ya Minembwe, aliyekuwa mbunge wa taifa Moise Nyarugabo aendelea kuilaumu FRDC na waza waza kwa kuwapiga Twigwaneho, huku akisema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia jeshi la FRDC pamoja na waza waza wanawaua raia wa kinya mlenge wasiokuwa na atia. Ukiachana na taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Minembwe, tukiingia ndani ya mji wa Bukavu ambako magaidi wa M23 wanaendelea kushikilia mji huo, raia wa Bukavu waendelea kulalamikia M23 kuendesha vitendo vya wizi pamoja na uporaji usiku, huku wakikula kiapo kwamba lazima kutekeleza operasion choma M23 wote ambao watakamatwa kwenye makosa ya wizi pamoja na unyang'anyi ndani ya mji wa Bukavu.

na kwingineko ni mwili wa aliyekuwa msanii na mtetezi wa haki za wanyonge De Kalte Idengo ulioweza kupelekwa huko maeneo ya Beni kwa ajili ya kwenda kustiriwa kwenye makao yake ya milele.

Msanii huyo ambaye alikuwa ni mtetezi wa wanyonge, mtetezi wa jamii aliweza kuuliwa na magaidi wa M23 Alliance Fleuve Kongo pamoja na RDF ndani ya mji wa Goma. Kwa sasa Idengo atakumbukwa kwa mazuri aliyokuwa anayofanya na kwa harakati zake kwa ajili ya kuwatetea wanyonge pamoja na taifa. Kiujumla, hii ni Baraka1 TV. Na asante sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Baraka1 TV kokote ambao unakuwa huku unasikiliza matangazo yetu. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga ambaye huko unasikiza matangazo haya asubuhi ya tarehe ishirini na mbili za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano ikiwa ni alfajiri. Tukutane majira ya saa sita saa tisa pamoja na saa kumi na mbili jioni kwa taarifa zingine za moto, na usisahau pia kujiunga na Baraka One TV Channel 2 ili kuendeleza kupata harakati mbali mbalimbali zinazozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia jiunge kupitia ya Baraka One TV tembelea YouTube ya Baraka One TV, na tembelea description ya Baraka One TV. Hivyo utaweza kujiunga na programs zetu mbalimbali kupitia Baraka One TV. Big up kwa wote ambao mko na zidi kwa pamoja na sisi, na tunawashukuru sana kuendelea kusikiliza matangazo yetu kila kukicha. Tukutane hiyo mida sa ya saa 6 saa 9 pamoja na saa 12.